Naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara, John Mogella amesema katika boma la watu wengi na ukubwa wa Kanda ya Ziwa ambayo ni moja ya ngome kubwa za chama hicho hawakosekani vichaa ambao wanakwenda kinyume na msimamo wa chama. Amemwomba Rais Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni mwenyekiti wa chama hicho kuwaachia vijana kazi ya kuwafunza adabu baadhi ya watu ambao amewaita vichaa. Mogella ametoa kauli hiyo Jumatano Juni 18, 2025 wakati akizungumza kwenye mkutano wa hadhara mjini Bariadi mkoani Simiyu, akitolea mfano wa boma ambalo lina watu wengi, Mogella amewasisitiza kwamba hapawezi kukosekana wenye nia ovu, huku akiwataka Watanzania kutobweteka kwani adui bado yupo. Ni waombeni wana Simiyu na Watanzania wote, tusibweteke, adui bado yupo na mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Nakumbuka nilipokuwa mdogo pale kwenye boma letu tulikuwa wengi, lakini nakumbuka kuna bwana mmoja alikuwa akili sio nzuri sana, na kwa sababu kwenye boma tulikuwa wengi, alikuwa kila siku anakula nyumbani, amesema Mogella na kuongeza kuwa, lakini siku moja akamwambia bibi, wewe, siku moja nitakuua. Kwa hiyo ikabidi wanaboma pale vijana wamtulize kidogo kwa kumchapa viboko. Nataka kusema kwenye boma la watu wengi kama hivi, kwenye kanda hii hakuwezi kukosekana vichaa, mmoja au wawili. Tunakuomba utuachie hawa, watatokea vijana na wana CCM kuwafundisha adabu, amesema Mogella. Mogella amemtoa wasiwasi Rais Samia Suluhu Hassan na kumhakikishia kwamba Kanda ya Ziwa ni salama kwa chama hicho kutokana na mwitikio mkubwa ambao ameupata katika ziara yake ya mkoani Simiyu, huku wakitarajia mapokezi na mwitikio mkubwa zaidi katika ziara yake ya kikazi inayoanza leo Juni 19 hadi 21, 2025 mkoa ni mkoani Mwanza na kudhihirisha kwamba yeye ndiye chaguo la Watanzania. Nilichokigundua Mheshimiwa Rais, hawa watu tunaowaona wakati mwingine wanatubeza, mimi nipishane na baadhi ya wana CCM wenzangu, huwa tunawaona kama hawa hawana akili. Akili wanazo. Katika utaratibu huu, mtu mwenye akili lazima utabeza, kwa sababu hakuna jambo la maana la kusema, amesema Mogella ameongeza kuwa tumeona leo siku ya tatu wananchi kwa maelfu wakishiriki ziara yako. Lazima mtu mwenye akili unajua, hapa mchezo, mechi imeisha, na hapa kampeni hazijaanza. Rais anapita kwa wananchi wake kukagua anayoahidi, hatuko kwenye kampeni, amesema. Ilani ya chama hicho ya mwaka 2025 2030 itakuwa na mapinduzi makubwa katika kuleta maendeleo kwa wananchi kuliko ilivyo ilani ya sasa, huku akisisitiza kuwa kuna miujiza mikubwa inakuja. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Bariadi mjini Andreu Kundo amesema jimbo hilo halimdai Rais Samia, kwani amefanya maendeleo makubwa, na wanachomdai ni kuchukua fomu ya kugombea uraisi. Moyo usiokuwa na shukurani hukausha mema yote. Sisi wanabariadi tunasema haya ambayo yameshafanyika katika jimbo letu hatukudai, lakini kuna jambo moja tu ambalo tunaomba uridhike. Tunakudai mama, wanabariadi tunakudai uchukue fomu alafu mengine utuachie, amesema Kundo. Kundo ambaye pia ni naibu waziri wa maji amesema katika kipindi cha miaka mitano ya awamu ya sita jimbo hilo limepiga hatua katika sekta ya afya ikiwemo ujenzi wa hospitali ya Dutwa iliyogharimu zaidi ya shilingi bilioni tatu, ukarabati wa hospitali ya mkoa ya Somanda uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni moja, ujenzi wa vituo vipya vitano vya afya na zahanati zaidi ya kumi. Wanabariadi walioko mbele yako kitu kilichotuvutia kuja kukuona wewe ni kwa sababu umetuheshimisha kwa kipindi cha miaka mitano. Ndani ya jimbo la Bariadi, hakuna rekodi mpya hujaivunja. Wanaotamani kukuona sio kwa sababu wanakudai, wanatamani kukuona kwa sababu wanataka kukushukuru ama, ana kwa ana, amesema Kundo.